Je, ni shida ama ni nini? Utajua baadaye. Kwa sasa, karibu tukiwa tuko tayari kwa taarifa zetu, nikiwa na Wilson Uchuka tayari kunisaidia kwa taarifa hizi. Kwa ishara, naam, idadi ya watu waliofariki kufuatia vurugu za Alhamisi huko Ikolomani kaunti ya Kakamega imefikia watu wanne baada ya mtu mmoja zaidi kufariki akipokea matibabu. Wakazi wengine watatu wanapokea matibabu baada ya kupigwa risasi, huku maafisa wawili wa polisi wakiwa mahututi baada ya kujeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga shughuli ya kuchukua maoni ya ununuzi wa ardhi kwa uchimbaji dhahabu. Na kama anavyoarifu Gatete Njoroge, watu 63 wamekamatwa wa wakiwemo wawakilishi wadi wawili katika makafani ya hospitali ya kaunti ya Kakamega. Familia za watu wanne waliouawa wakati wa machafuko eneo la Isulu, Ikolomani, walifika kutambua mili ya wapendwa wao. Moja ya familia zilizofika hapa ni ile ya Conrad Ashioya, aliyepigwa risasi nje ya duka. Wanakodai alienda kununua vifaa vya kazi. Ashioya nilimtuma, aenda lietetepumesha kwa muhindi. Vili alifika kwa muhindi patani, nikasitukia mar, mulia marisasi ikipikwa, so kwenda huko kuangalia nikapata ndugu yangu ako chini amepigwa risasi. Yeye ndiye amekuwa macho yangu, kwa hivyo kitu naomba tu serikali tuangalie haki. Familia inasema Ashioya alipigwa risasi kwenye paja na kuvuja damu nyingi. Katika kituo cha polisi cha Central, familia zaidi zilifika kuwaona jamaa zao waliokamatwa na polisi wakati wa operesheni usiku wa kuamkia leo, familia hizo zikilalamikia jamaa zao kudhulumiwa. Askari waliingia ndani wakawachukua watoto pamoja na watoto, na papa yao wakawapeleka nje wakaanza kuwapika. Nikawauliza nika, kwa nini mnawachapa? mimi mama nilipewa kofi, ile kofi ya achapu nikarudi kwa nyumba if the wakazi wanadai shughuli ya kununua shamba la hekari 337 lenye dhahabu ya shilingi bilioni 680 inaendeshwa bila uwazi, na kuhofia watapoteza kipato chao. Watu sitini na watatu wakiwemo mwakilishi wadi wa Idaho Central akidiasli yayo na mwakilishi wadi maalum an Mulwale wamekamatwa kwa madai ya uchochezi. Mwenye wa kugonga huyo ofisa dada kichwa tumemshika, tuko naye. Mwenye wa kuharibu mali na shule tuko nao. tuko na hawa kabisa, ambayo wametambuliwa na maofisa na wananchi. We have the real guys. Polisi wawili kati ya ishirini na watatu waliojeruhiwa wako hali maututi hospitalini. Watu wengine watatu wakiuguza majeraha ya risasi hospitalini. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.